Mezani mwetu tumefikiwa na taarifa nyingine mbaya ya kifo cha aliyekuwa kamanda mkubwa wa polisi hapa nchini Tanzania. Salamu za pole, faraja na rambirambi zimeendelea kufika kwa familia, ndugu na jamaa. Hakika hili ni pigo kwa jeshi la polisi nchini. Hakikisha mabonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha ubonyeze kengele ili uso unapitwa na taarifa zetu. Taarifa kamili ni kwamba aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro RPC kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Abasalom Mwakyoma amefariki dunia ghafla. SACP Mwakyoma amefariki dunia Aprili 7, 2025, akiwa njiani anakimbizwa hospitali ya KCMC ili kupatiwa matibabu baada ya hali yake ya afya kubadilika ghafla. Taarifa za kifo chake zimetolewa na kuthibitishwa na kamanda wa polisi wa sasa wa mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa, ambaye amesema kuwa SSP Mwakyoma alifariki dunia majira ya saa mbili asubuhi akiwa njiani kupelekwa hospitali ya rufaa ya KHMC kutoka nyumbani kwake katika eneo la shule ya msingi JK Nyerere, manispaa ya Moshi. Kwa mujibu wa Kamanda Maigwa wa Kilimanjaro, inadaiwa hali ya marehemu ilibadilika ghafla na kuwa sio ya kawaida, ambayo ilisababisha familia kufanya juhudi za kumwaisha hospitalini, lakini jitihada za kuokoa maisha yake hazikuweza kuzaa mafanikio. Sasipi Mwakyoma alikuwa miongoni mwa maafisa waandamizi wa, wa jeshi la polisi waliotumikia taifa kwa uadilifu na uzalendo mkubwa. Alifanya kazi kama kamanda wa polisi akihudumu katika mikoa mbalimbali ikiwemo Pwani, Kilimanjaro na Mara. Alistaafu rasmi utumishi wake Januari 2013 akiwa kamanda wa polisi mkoa wa Mara. Kwa sasa mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya KHMC huku taratibu za kuusafirisha kuelekea mkoani Mbeya kwa ajili ya maziko zikiendelea kufanyika. Familia, ndugu, jamaa na marafiki wanaendelea kuomboleza msiba huu mzito wa mpendwa wao ambaye atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika kulinda usalama wa raia na mali zao. Mseto Media tunasema Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amina. Wewe pia unaweza kuacha salamu zako za pole ama rambirambi kwa kuandika hapa chini. mimi ni Princess Kiuli na hii ni Mseto Media.